Article 3 ndio inatupea power sasa. Ya Uganda ndio inakumalizia hapo. Yaani ya Uganda Article 3, yani vile yetu Article 3 inakwambia like every individual has a responsibility to an obligation to respect, up, uphold and defend this constitution. Ya Uganda inakwambia hivi. Mtu yeyote mwenye atajaribu, yani nika ilikuwa inatengenezwa na mtu ako na kiburi sana, like alikuwa ameogopa na ameshinda na nyinyi sasa, nitafanyaje ndio watu wasiwe nisumbua tena mtu yeyote ambaye atakuja kuharibu kitu inaitwa constitutional order. Kwa hiyo wakati tunaweza weka hii katiba kando to deal na wewe, tukirestore order turudishe tena hiyo katiba, alafu tujiulize kabla hii mambo ifanyike, Obina alikuwa side gani? Alisema tutoe huyu president, e, e, hadi alisema taka free and fair elections e, e, sasa Obina ulidisrupt constitutional order? hawaja define constitutional order. Unajua nani anavunja constitutional order in Uganda? The government itself. Sasa utapeleka wapi serikali yenyewe na ija empower mwananchi mahali popote. Katiba ya Somalia inasema hakuna religion yoyote itakuwa practiced in Somalia except Islam. Katiba ya Sudan imesema, yani huyo president ni kama ndiye anaamua, hata ya Tanzania iko hivyo. Yule president ndiye anaamua vile vile vile vile hata hata hata ni control of budget na auditor general watafanya kazi. Yaani akisikia leo anakuvuta kazi, anakuvuta. Tanzania iko na hii kwa in the last government, in the last 5 years eh, walikuwa na 393 MPs ndio. 365 walikuwa CCM in a country that has 184 districts. Kenya tuko na 47 districts ndio hizi makaunti. imagine how big that country is, na pa wenye mtu mmoja ako nayo. Kama Tanzania bado waziri anatoka kwa wabunge. Sasa huyo mbunge atawai tengeneza aje huyo waziri, ataifanya aje kazi na huyo mbunge ataifanya kazi aje? how do you oversight yourself? So wa kwanza ni wakae, tuwafunze katiba yao wenyewe kwanza, waelewe juu wa, okay wako na hiyo nia wanataka change lakini wajue hata ni change gani wanataka so tutakuwa tunawasaidia wajue wapi wapi exactly kwa katiba yao wanafaa ku kuipigania. So tunakuja tunaangalia kazi ya wabunge ni nini? Kutengeneza sheria mzuri. Huyu ametengeneza sheria mbaya, kwa hivyo wamefail. Kazi ya wananchi ilikufanya nini? Kwenda public participation, si ndio? Tumekubali public participation na ikufanyika mahali popote, hiyo tusidanganyane. Kazi ya committee ilikuwa kurecommend na kusema hapana, mwezi zimia watu internet wakakubali tu ikapita. Kazi ya spika ilikuwa, unajua spika ndio kwa spika in the national assembly or or senate, unafaa qualification ni gani? You must be a lawyer, meaning huyo jamaa alikuwa na understand hiyo vitu, akaacha ikapita tu. Attorney general, the first female attorney general, the first, akaacha ikapita tu. President wetu na anatupenda <laughs> akaiyesa kaisaini tu, akasema iko sawa hiyo inamaanisha nini? It is only the people wenye waligete their roles and responsibility right. Kwa nini wao ndio walisema, hata kama mmepitisha, si hatuwai kujua, si hatukuhusishwa hiyo mambo yote, si hatuwai kusikia. Una, uliona vile Mcjesi alikuwa anasema, Al, aliona akipoint watu hivi. kwa nini msiende kumwambia? Unakumbuka wakati president alishinda election, nani alikuwa kwanza kusema, huyu ameletwa na Mungu? huyu ambaye ni jesi mwenyewe. Nilikuambia, they set you up for slaughter. Acha tuendelee, so questions tujulize sa maswali, tunataka aje? Kama tushajua ok, tumekubali yote, tunataka aje?